Kwa majina anaitwa Michael Kishiwa Mahingu ni mwalimu wa Golden Gate. Kwa takriban siku nne tulizofanya hii project tumeweza kupitia barabara mbili tu. Barabara ya kwanza inayotoka shuleni kwenda junction kwa wafanyakazi nane, kwa maana tunafanya kazi kwa wastani wa masaa manne. Kwa hiyo ndani ya hizi siku nne utaona ni kwamba tumekusanya si chini ya maroba mia moja sabini. Kukana na ukubwa wa tatizo lilivyo, mimi nadhani wananchi pamoja na mamlaka inayohusika na mambo ya taka, nadhani ni muda sahihi wa kuamka ili kuweza kuweka mazingira yetu katika hali nzuri na rafiki. Mimi naitwa Teresa Nyilenda Lichi, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa shirika moja si la serikali inaitwa ambalo limekuwa limefanya kazi kwenye mkoa wa Ruvuma sasa ni mwaka wa ishirini na tano lini. Nimepata bahati ya kufanya kazi na vijana kwenye kitu cha eh, kwenye mazingira, kitu ambacho kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa sana, na nataka ni nieleze kidogo, labda tutapata na wananchi kutuunga mkono au hata serikali kutuunga mkono. Ni kama wiki iliyopita E, vijana wetu ambao wanasoma sekondari ya Golden Gate Secondary School walikuwa wamejifunza mambo ya mazingira, kambia kujifunza tu kwa ndani haitoshi, inabidi mwende ulaiani mkaangalie uhalisia mazingira yetu ya koje. Mpango wetu ulikuwa ni kwamba tuokote takataka kwenye mazingira yanayozunguka ya, ya, ya ile shule na ulaia unaozunguka ile shule. Kwa hiyo tulikuwa na panga twende kilomita moja sasa tulichokikuta kule kimepelekea kwamba tuendelee. Siku ya kwanza waliokota takataka hizi roba ya masulfate waliokota maroba kumi na moja. Kwa hiyo nikamwambia hiyo sio sio kitu cha kawaida kwamba katika distance hii ndogo muokote ma, machupa makopo ya maji mamifuko, vifungashio si ma viatu, manguo roba kumi na moja, hebu tuende nje ya mazingira hayo ikawa siku ya pili tukawa sasa tunatoka tuna eh, pale boys, maana barabara ile pacha boys, tuna tunaenda pale darajani tuvuke, sasa kuja kama tunakuja huko. siku ya pili sasa, katika mwendo ambao sio hata kilomita moja, tukajikuta tumeokota maroba arobaini na mbili, na katika hayo maroba sio tu unaokota makopo ya maji kwamba watu wametupa makopo ya maji ambao wamejaza mikojo, unakutana na watu wametupa e, ma, haya mapampas ya watoto manake ma masofu tumejaza, manake mavi ya watoto yametupa kwenye mifereji humu, unakuta mifereji imeziba kwa sababu imejaa makopo imejaa vitu ambavyo havitembei. Watu wametupa sindano, hiyo ndio imenishoka sana, kwa sababu leo tumekutana na mtaa ambao yani inaelekea kuna watu wako maalumu wanatupa sindano Watu wamejipima maukimwi wanatupa masindano umo. Sindano nyingi zimetupwa humo e, vitu vinavyohusiana na mambo ya madawa, vitu ambavyo ni hatarishi, kwa maana katika dispensary zetu na hospitali zetu zinatupa, zinatupwa sehemu maalum, lakini vimetupwa kwenye mtaa, njia ambazo watoto wanapita kuelekea shuleni, kukutana na vitu vya ajabu sana sana sana, sana, sana. Ile imenisikitisha kwamba watu wanadiliki kutupa mavi wanadiliki kunya kwenye mifuko na kuitupa. Sijua wana vyo, mimi sielewi lakini mtu anadiriki kutupa vyo ambavyo vina mikojo ambapo mtoto anaweza kuokota kwa sababu kumbe tunazalisha kansa, tunazalisha magonjwa ya ajabu sana. Yaani nimejifunza na imenisikitisha sana kwa kweli. Yaani mimi naleta wito kwa serikali ya Tanzania, serikali manispaa ya Songea. Naamini kuna sheria za mazingira. Inabidi mtu bane, ikibidi hata kulipa fine tulipe ili watu tuogope kuchezea mazingira. Lakini vile vile kuwe na sehemu ambako zinatupa hizo takataka ambazo haziozi kuwe na mazingira kabisa ambayo yametengwa kwenye, kwenye majumba yetu. Kuna zile sheria kwamba lazima uwe na shimo la takataka, kumbe inabidi kuwe na sheria nyingine ambayo hata kuwe na sehemu ambapo unaweka matakataka ambayo hayaozi, na kuna utaratibu unaenda wapi baada ya pale. Kwa hiyo watu wamekuwa wanachoma sasa hivi viupa, wengine ambao wanaona sasa ni ustaarabu, wanachoma sasa. Wanapochoma haya ni maplastic, tunavuta pumzi, watu wanavuta pumzi, mwisho sasa haya ni makansa na magonjwa ambayo tunapata kupitia hewa. Mpango ulikuwa kwamba tuokote takataka, ilikuwa siku ile moja tu, na labda tu na utaratibu wa kuokota takataka, e, lakini, lakini, e, ni, e, haya ni maisha tu, pateni hata hela za maji, lakini sio hivyo tu hivi okota hawaogopi na wala wathamini mazingira yao. Maji yataathirika sana, itaenda kuathiri hizi hizi barabara eh, mifereji ambayo wenzetu wa barabara wanaitengeneza vizuri eh, namshukuru Mungu nimeshiriki. Wa wa yani kwa kwa kweli, wa lakini uhalisia kwamba sisi tunatengeneza mabadiliko ya hali ya hewa kwa sababu tunaharibu hiyo ecosystem ambayo Mwenyezi Mungu ametengenezea. Yani kwa kweli, nasikitika kwamba watoto hawako salama. Kama mtoto mdogo anapokwenda shuleni anakutana na sindano unaonesha, kwa sababu hizi sindano zina maelezo za kujipimia ukimwi, zimemwagwa, mtoto mdogo lazima taokota. Kwa hiyo nasikitika kwamba watoto wetu watapata magonjwa ambayo hawakutakiwa hata wayapate kwa sababu tu sisi tumeamua kuharibu haya mazingira. Kwa hiyo kwa hilo la, la watu mpaka nafikia mara wanatupa vitu vya kupimia magonjwa masindano, eh, madawa barabarani, tumefikia hapo kwe. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa sisi wote tunaoishi katika mkoa huu tunaoishi katika wilaya hii si ndio? Eh, kwamba tuwe wazalendo, ebu sisi wote tuwe wazalendo, sisi wote tutambue kwamba hapa sisi tutaondoka, wataishi watoto wetu wataishi wajukuu zetu, si ndio? Tuifanye hii dunia hii ardhi ipendeze kama vile Mungu alivyotupa. Kwa hiyo, kwa majina anaitwa Eliwako, ni mfanyakazi pale Golden Gate, lakini kwa siku nne tumekuwa tukifanya kampeni ya kusafisha a, mazingira yetu hasahasa mazingira ya mabarabarani huko mitaro iliyozunguka barabara. Lakini vitu ambavyo tumegundua mabarabara haya mitaro ambayo imezunguka barabara hizi ni chafu sana, lakini pia tumegundua kuna watu ambao wanatumia nyuba vile vidogo wengine wanatia mikojo, wengine wanatia maji, vitu ambavyo ni hatari sana. Pia tumegundua kwamba mitaro mingi inazibwa na takataka hizi aa, lakini pia ukiangalia takataka hizi mwisho wa siku zinaenda katika vyanzo vya maji, ndio tunakuja kupata vyanzo vya ambavyo maji yanakuwa machafu, magonjwa mlipuko yanakuwa yanasababishwa na vitu kama hivi. Wakati tunafanya hii kazi, tumekutana na watu wengi sana, wengine wamepokea, wanatamani kubadilika na wao, lakini kuna wengine unaokota na yeye hapo hapo aaanatupa, lakini kuna mwingine ndo hivyo yupo kwenye gari anakurushia chupa ndo hivyo lakini, tunazidi kutoa elimu. Najina e, naitwa Joshua John Yamili, ni mfanyakazi wa shirika la St. Teresa Orphans Foundation. Tumepita kwenye vyanzo mbalimbali vya, vya maji, takataka ni nyingi sana yaani, mtu yuko razi, mvua inapita anatupa takataka hajui zinapoenda kuishia zinaishia wapi.